DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Ni saa kumi na moja kamili huko hapa, hapa, nchin, hapa Bonn nchini Ujerumani. Huko Afrika Mashariki ni saa kumi na mbili kamili. Karibu, mimi ni Jacob Safari. DW. Habari za ulimwengu. Msomaji wako ni Tatu Karima, lakini kwanza ni muktasari wake. Uingereza yasema haiungi mkono mpango wa Israel kwa kupanua operesheni za kijeshi katika Ukanda wa Gaza. Mshirika wa Marine Le Pen akanusha kuwa maandamano yaliyopangwa ni shinikizo dhidi ya hukumu yake, na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lachukua hatua kali dhidi ya Kongo. Habari kamili. London Naibu waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Hamish Falconer amesema leo kuwa nchi hiyo haiungi mkono mpango wa Israel wa kupanua operesheni zake za kijeshi katika ukanda wa Gaza. Falconer ameliambia bunge la nchi hiyo kwamba wana wasiwasi wasi mkubwa kuhusu kuzuka upya kwa uhasama katika ukanda huo. Falconer ameongeza kusema kuna hatari kubwa kwa Israel kwa kuwa Israel inachukua hatua nje ya utetezi wake halali. Alipoulizwa kuhusu hatua ya Israel ya kuzuia misaada, Falcon alisema kuwa wamebainisha kuna hatari kubwa ya ukiukwaji wa sheria ya kimataifa ya kibinadamu kutoka kwa serikali ya Israel na kwamba wataendelea kuishinikiza kuhusu masuala hayo wakati huo ujerumani imetoa wito chunguzi, wa uchunguzi baada ya wahudumu wanane wa, wa afya kuripotia kuuawa katika ukanda wa gaza msemaji wa ofisi ya mambo ya nje mjini berlin amesema leo kuwa wanaamini uchunguzi wa kina unapaswa kufanywa kuhusu matukio hayo Paris. Kiongozi wa chama cha National Rally cha Marine Le Pen, Jordan Bardella leo amekanusha nia kuishinikiza mahakama ya Ufaransa kwa maandamano ya kumuunga mkono kiongozi huyo mkongwe wa siasa kali za mrengo wa kulia baada ya kupatikana na hatia ya ubadhirifu na kupigwa marufuku kugombea wadhifa wowote wa umma. Alipoulizwa kuhusu maandamano hayo ya Jumapili ya kupinga uamuzi huo wa mahakama, Bardella amewaambia waandishi wa habari katika bunge la Ulaya ambapo pia anahudumu kama mbunge kwamba maandamano hayo sio njama. Bardella ameongeza kuwa kinyume chake, ni utetezi wa wazi na wa kina wa uongozi wa sheria na demokrasia ya Ufaransa. Bardella amesema hukumu hiyo haijabadilisha chochote katika uhusiano wake na Le Pen na akaongeza kuwa imewaleta pamoja zaidi. Pia amesema kuwa yuko upande wa Le Pen na hilo halitabadilika. Balozi wa Ufaransa katika Umoja wa Mataifa Jerome Bonafont amesema umoja huo utaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bonafont amesema hayo kwa vyombo vya habari wakati nchi yake inachukua uongozi wa baraza hilo kwa mwezi huu wa Aprili. Bonafont amesema siku chache zilizopita walipata maelezo kutoka kwa mjumbe maalum wa umoja huo nchini Kongo, aliyewaeleza kuhusu hali ilivyo Et nous avons eu un briefing il y a quelques jours de la, alisema kwamba uhasama unaendelea. Alisema kundi la M23 linaendelea kusonga mbele na kwamba vikosi vya Rwanda vinaendelea kulisaidia. Alitaja ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu na vikwazo kwa uwezo wa MONUSCO kutekeleza majukumu yake, exercice sa mission donc Bonafons pia amesema baraza hilo la usalama lilitaja haja ya dharura ya kusitisha mapigano, wakati kundi hilo la M23 limechukua udhibiti wa maeneo makubwa ya majimbo ya Kivu kaskazini na kusini nchini Kongo, huku njana mapigano yakisababisha watu wengi kupoteza makazi yao. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Bangkok Ubalozi wa China mjini Bangkok, Thailand, umetoa wito kwa kampuni za China zinazofanya kazi katika mataifa ya nje kufuata sheria za ndani za nchi hizo baada ya kampuni moja ya ujenzi ya China kuwekwa chini ya uchunguzi kutokana na ajali mbaya ya jengo ambalo liliporomoka katika tetemeko la ardhi mjini Bangkok wiki iliyopita. Jana jioni, ubalozi huo ulitoa salamu za rambirambi kutokana na kuporomoka kwa jengo hilo na kuzihimiza kampuni zake kuzingatia kikamilifu sheria za Thailand. Kwenye chapisho katika ukurasa wa Facebook kwa lugha ya Thai, ubalozi huo umesema serikali ya China mara kwa mara imezihimiza kampuni za nje ya nchi kuzingatia sheria za mahali zinakohudumu na kuchangia katika maendeleo chanya ya jamii. Ubalozi huo umeongeza kuwa serikali yake imetuma timu ya wataalam ya uokoaji na wafanyakazi wa misaada ya majanga kusaidia katika mkasa huo wa Bangkok na kuahidi kuendelea kuisaidia Thailand kama inavyohitajika. Hatimaye, Nairobi Kenya leo imekanusha kwamba ilijadili mpangilio mpya wa madeni na waziri wa fedha wa China, baada ya kurekebisha chapisho kwenye mtandao wa kijamii lililotolewa baada ya mvutano ama mkutano kati ya mawaziri wa fedha wa mataifa hayo mawili uliofanyika mjini Beijing. Katika chapisho hilo lalio asubuhi kwenye mtandao wa X, wizara ya fedha ya Kenya ilisema kuwa waziri huyo wa China alielezea kujitolea kusimamia mazungumzo kuhusu urekebishaji wa madeni na ufadhili wa masharti nafuu kusaidia uthabiti wa kiuchumi wa Kenya. Taarifa hiyo ilifutwa baadaye na kuchapishwa tena bila kutaja mabadiliko ya malipo ama ufadhili wa masharti nafuu na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu, kutoka DW mjini Bona. DW dunia yetu leo jioni. Tatu Karima, asante sana kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Na yapo mengi tuliyokuandalia jioni hii, ila haya ni miongoni tu mwa utakayoyasikia. Israel yasema leo kuwa operesheni yake ya, ya kijeshi katika ukanda wa Gaza inatanuliwa ili kuyakamata maeneo makubwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kukutana na wa washirika wake wa mataifa ya magharibi kujadiliana kuhusu uwezekano wa kupelekwa wanajeshi Ukraine. Na Kenya yaadhimisha miaka kumi ya mauaji ya karibu wanafunzi mia moja hamsini waliofariki katika shambulizi la kigaidi lililofanyika katika, katika chuo kikuu cha Garissa kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Kumbuka, tupo mubashara katika mtandao wa kijamii wa Facebook na hata katika chaneli yetu ya YouTube DW Kiswahili. Andika maoni yako huko, kisha baadaye nitayasoma moja kwa moja hapa studioni. Usisahau pia, matangazo haya ya moja kwa moja unaweza pia kuyasikiliza katika tovuti yetu ya DW.com mkwaju Kiswahili. Jioni hii tunaanzia Mashariki ya Kati ambapo Israel imesema leo kuwa operesheni yake ya kijeshi katika Ukanda wa Gaza inatanuliwa ili kuyakamata maeneo makubwa. Hayo ni wakati maafisa kwenye hospitali ndani ya ukanda huo ki wa Kipalestina wakisema kuwa mashambulizi ya usiku kucha ya Israel yamewaua wa zaidi ya watu arobaini wakiwemo watoto. Bruce Amani na ripoti kamili. Waziri wa Ulinzi wa Israel, israel Katz, amesema mashambulizi ya Israel huko Gaza yanatanuliwa ili kuwaangamiza na kuwafurusha wanamgambo katika eneo hilo. Aidha, amesema watakamata maeneo makubwa ambayo yataongezwa kwenye sehemu za kiulinzi za taifa la Israel. Serikali ya Israel kwa muda mrefu imedumisha eneo la ulinzi ndani ya Gaza kando ya uzio wake, kando ya uzio wake wa usalama, na eneo hilo limetanuka zaidi tangu vita ilipoanza mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu. Israel inasema eneo hilo la ulinzi linahitajika kwa ajili ya usalama wake, wakati wa Palestina wanaliona kuwa unyakuzi wa ardhi unaoupunguza kwa kiasi kikubwa ukanda huo mwembamba wa pwani ambao ni nyumbani kwa watu milioni mbili. Matamshi yake amejiri baada ya Israel kuamuru wakazi kuhama mji wa kusini wa Rafah na maeneo yaliyo karibu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amerudia miito kwa Hamas kusalimisha silaha, akisema matumizi ya shinikizo la kijeshi ndiyo njia pekee ya kuwarejesha nyumbani mateka hamsini na tisa waliobaki. Kuanzia sasa, Israel itachukua hatua dhidi ya Hamas kwa nguvu kubwa, na kuanzia sasa na kuendelea, mazungumzo yatafanyika tu wakati mashambulizi yakiendelea. Hamas tayari wamehisi uzito wa nguvu yetu katika saa ishirini na nne zilizopita, na ninataka kuwahakikishia, huu ni mwanzo tu. Israel iliendeleza kuilenga Gaza, huku mashambulizi ya angani ya usiku kucha yakiwaua watu kumi na saba katika mji wa kusini mwa Han Yunis. Watu wengine kumi na tano waliuawa kwenye shambulizi kaskazini mwa ukanda huo hileo, kwa mujibu wa maafisa wa hospitali ambazo miili hiyo ilipelekwa. Watu hao wakiwemo watoto tisa waliuawa kufuatia shambulizi kwenye jengo la ofisi za shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi wa Kipalestina waki UNRWA katika kambi ya wakimbizi ya Jabalia ni mmoja wa waliopoteza makazi. hali hii itaendelea hadi lini? Tumechoka, wanasema. Sisi wastahamilivu, hatuna ustahamilivu, tunakufa, tunaangamia kwenye dunia hii. Waache watuangamizi na kutupunguzia mateso. Naye wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani imesema Wajerumani kumi na tisa wamefanikiwa kuondoka Ghaza pamoja na jamaa zao wa karibu baada ya mazungumzo na maafisa wa Israel. Taarifa ya wizara hiyo imesema raia hao waliondoka Gaza kwa kutumia kivuko cha mpakani cha Kerem Shalom, kisha walitumia ndege kutoka kusini mwa Israel na kuelekea Ujerumani moja kwa moja. Brussemani, asante sana kwa ripoti hiyo. Rais wa Ukraine Volodimir Zelenski anatarajiwa kukutana na washirika wake wa mataifa ya magharibi kujadiliana kuhusu uwezekano wa kupelekwa wanajeshi Ukraine wakati ambapo pia ameishutumu Urusi kwa kushambulia kwa makusudi miundo mbinu ya nishati ya nchi yake. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika ripoti ifuatayo. Akizungumza na waziri wa mambo ya nje ya Ujerumani anayemaliza muda wake Analena Baerbock, Zelenski amesema kundi dogo la nchi hizo liko tayari kupeleka vikosi vyake Ukraine. Kulingana na Zelenski, mkutano huo utakaofanyika siku ya Ijumaa utawajumuisha wakuu wa majeshi wa Ukraine, Ufaransa na Uingereza pamoja na nchi mbili ambazo zimeonyesha utayari wa kupeleka wanajeshi wake kupitia kile kinachoitwa muungano wenye dhamira, kwa lengo la kusimamia makubaliano ya kusitisha mapigano yanayotazamiwa kupatikana kupitia juhudi za Marekani. Hata hivyo, Urusi imepinga vikali hatua ya kupelekwa wanajeshi wowote wale Ukraine kutoka katika mataifa ya NATO. Ujerumani imeweka wazi msimamo wake wa kutopeleka wanajeshi wake. Zelenski amesema wa mkutano huo utaangazia mfumo mpya wa usalama kwa Ukraine. Kuna mazungumzo ya kina yanaendelea, naamini kwamba tutapokea majibu thabiti zaidi kulingana na mapendekezo yetu Ijumaa hii. Nadhani kutokana na kile nilichokiona kutoka kwa jeshi letu leo, wamejiandaa kwa mkutano huo Nadhani kutakuwa na mikutano kadhaa zaidi. Wakati huo huo, rais Zelenski ameshutumu Urusi kwa kushambulia kwa makusudi miundombinu ya nishati ya Ukraine na amewatolea wito washirika kuongeza shinikizo kwa Urusi kusitisha mashambulizi yake. Rais huyo wa Ukraine amebainisha kuwa Urusi imefanya mashambulizi mengine ya makusudi kwenye majimbo ya Sumi na Dnipro na kuharibu miundombinu ya nishati ya umeme, hatua iliyosababisha maelfu ya watu kukosa umeme. Huku hayo yakijiri, mjumbe wa ngazi ya juu wa Urusi Kirill Dmitriev anatarajiwa kuwasili nchini Marekani wiki hii kwa mazungumzo na utawala wa rais Donald Trump. Dmitriev ambaye ni mkuu wa hazina ya fedha za kigeni ya Urusi, aliyeteuliwa mwezi uliopita kuwa mjumbe maalumu kwenye masuala ya uchumi wa kimataifa na ushirikiano wa uwekezaji, atakutana na mjumbe maalumu wa Marekani Steve Witkoff. Dimitriyev na Witkof wanatazamiwa kuzungumzia njia za kuimarisha uhusiano wa nchi zao, wakati huo wakisaka njia ya kukomesha vita nchini Ukraine. Ama kwa upande mwingine, Ujerumani imezielezea juhudi za Rais Trump za kutafuta amani ya vita vya Urusi na Ukraine kama zilizokwama. Akizungumza jana, Bearbock alisema kutokana na mkwamo kati ya Marekani na Urusi kuhusu makubaliano ya kusitisha mapigano ni muhimu sana kwa washirika wa Ulaya kuendelea kuiunga mkono Ukraine katika vita. Hata hivyo waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi kwa upande wake amesema ni jambo la kutia moyo kuona kwamba mazungumzo kati ya Marekani na Urusi kuhusu kutafuta suluhu bado yanaendelea. DW tunavuma kwa kishindo. Jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo inaendeleza juhudi za kutaka mauaji na uhalifu mwingine uliofanywa kwa miongo kadhaa mashariki mwa nchi hiyo yatambuliwe na jumuiya ya kimataifa kama mauaji ya kimbari. Sambamba na juhudi hizo, majadiliano yanayohusisha wadau mbalimbali yameanza tangu jana Jumatatu mjini Kinshasa kwa lengo la kuzipa msukumo juhudi hizo, huku pia wakilenga kuimarisha usalama kwa kutambua kiini halisi cha mizozo. Ripoti ya mwandishi wa DW mjini Kinshasa, Januel Bamweze, inasomwa studioni na Daniel Gakuba. Mamia ya wawakilishi wa makundi mbalimbali mbali ya jamii katika jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo wanashiriki katika majadiliano hayo yanayoangazia mizozo ya umwagaji damu na uhalifu mwingine ambavyo vimeiandama sehemu ya mashariki ya nchi hiyo kwa karibu miongo mitatu sasa. Akiazindua majadiliano hayo, rais wa nchi hiyo Felix Chisekedi alikadiria kuwa zaidi ya watu milioni kumi tayari wameuawa katika mzozo unaoendelea hivi sasa. Rwanda inatuhumiwa kuunga mkono waasi wa AFC M ishirini na tatu. Patrick Ifata Makunga, mkurugenzi mkuu wa mfuko wa kitaifa wa fidia kwa waathiriwa wa uhalifu nchini Kongo Fonarev, ambaye ni mwandalizi mwenza wa majadiliano hayo, anasema uhalifu unaofanyika mashariki mwa nchi yake unakidhi vigezo vya kuitwa mauaji ya kimbari. La barbarie, mm -hmm. Unyama na ukali wa uhalifu unaofanywa katika nchi yetu unaonyesha kwamba jamii zimekuwa zikilengwa kwa muda mrefu kwa mbinu za kimfumo, ikiwa ni dhahiri kuwa wavamizi wana nia ya kuziondoa na katika baadhi ya matukio, kuzihamisha kabisa, ili ardhi yao iliyochukuliwa itumiwe kwa shughuli nyingine. Mkurugenzi mkuu huyo wa mfuko wa kitaifa wa fidia kwa waathirika anasisitiza juu ya mikakati iliyotumika katika mzozo huo ikiwa ni pamoja na ubakaji kama silaha ya kivita. Kwa maoni yake, hoja hizo zinathibitisha kwamba uhalifu katika mashariki ya Kongo sio kitu kingine isipokuwa mauaji ya kimbari na lazima yatambuliwe kama hivyo. Hata hivyo, mtazamo wake huo unapingwa na baadhi ya wa wataalam ambao wanakitaja kifungu cha pili cha mkataba wa Umoja Mataifa juu ya mauaji ya kimbari. Kifungu hicho kinasema, ili kuitwa mauaji ya kimbari, lazima ithibitike kuwa uhalifu uliofanyika ulikuwa na lengo la kuangamiza kabisa ama kufyeka sehemu ya jamii ya kitaifa kikabila kidini au kundi jingine kama vile lenye mtazamo fulani wa kisiasa. Mmoja wa wataalamu hao ni Oswald Bafunyembaka ambaye anasisitiza kuwa hadhi ya uhalifu huo kama mauaji ya kimbari lazima ithibitishwe na tume ya uchunguzi ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa. Après, fait, yeah. Baada ya matukio haya ya uhalifu, tume ya wataalam wa umoja wa mataifa iliundwa kuchunguza kilichotokea na kuamua iwapo mauaji ya kimbari yaliyofanyika au la. Oh, ah. Nijuavyo mimi, hadi leo hakuna tume ya wataalam wa umoja wa mataifa iliyothibitisha au kukanusha kuwa mauaji ya kimbari yamefanyika nchini Kongo. Mtaalamu huyo anasema uhalifu wa kutisha uliofanywa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi sasa unatambuliwa kama uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Daniel Gekuba, asante sana kwa kuitia sauti ripoti hiyo ya Jean Noel Bamweze. Kenya leo inaadhimisha miaka kumi tangu kutokea shambulio la kigaidi dhidi ya chuo kikuu cha Garissa, ambapo wanafunzi mia moja arobaini na saba waliuawa. Katika tukio hilo maadhimisho ya mauaji hayo yamefanyika katika mji mkuu Nairobi, huku wahanga wakilalamikia serikali kutotimiza ahadi yake ya kuwafidia kutokana na wapendwa wao waliouawa. muda mfupi uliop Nimezungumza na Kaleche Mwandikwa, mama aliyepoteza mwanawe aliyekuwa anasoma katika chuo kikuu cha Garissa, na kwanza nilimtaka atupe picha kamili ya kilichojiri siku hiyo. Kijana alikuwa shule. Kakuwa na vita, nikiwa hapa nikapigiwa simu nikaambiwa, Karisa, kuna vita imetokea na kuna watoto wameanga. Nikasikia hiyo mwili inaisha nguvu, tukafuatilia tukakuta kijana wangu alikuwa mmoja wa wale wameuawa. Kutoka hapo tu sijui ni nini imeendelea, kishwa imeruka akili inaenda mpaka siku ya, ya majisi. Hata saa hii kichwa yangu haikukuwa sawa vile ilikuwa hapo nyuma nyuma, katika kipindi hiki cha miaka kumi hii ambayo imepita wewe umeweza vipi kukabiliana na mawazo hayo na mshtuko uliopata kutokana na kisa hicho cha kigaidi ambacho pia mtoto wako aliweza kupoteza maisha? Umenirudisha mbali sana nyuma na ukaniweka mahali, sijui niongee nini. Kwa hiyo mm-hmm, sababu mimi kwangu hakuna kijana mwingine alikuwa amesoma, huyu peke yake, na nilikuwa namsomesha na, na shida nyingi sana, kuombaomba kupiga vibalua sasa nimesikia nimepigwa sana, tunaendelea tu na kilio kilio kilio. Hata sasa haijaisha sana lakini Mungu amenitia nguvu. Na nyinyi kama wahanga mnakuwa mnaadhimisha vipi kumbukumbu kumbu hii ya tukio hili la kigaidi? Tunakutana huko Nairobi, lakini sababu ya shida hapa na pale nikakosa pea. Nikauliza wakubwa wetu, wakaniambia msichana sababu yako huko tao anastahili kuenda na yeye, ameenda tayari, anakuanga huko Nairobi. Ni kitu gani ambacho kinakupa matumaini zo licha ya kuwa ulimpoteza uh, mtoto wako ambaye ndio alikuwa ni wa pekee ambaye ame, amesoma. Tumaini ni kujua huyu kijana ameniasha na nikakuwa na, na, na, naelewa serikali vile imetuahidi. Itatufanyia serikali imewasaidia kwa njia yoyote Unahisi kweli haki imetendeka? Haijatendeka, sababu tumeambiwa tutapewa hii na hii na hakuna kitu tumepewa. Tunaambiwa tungojee, si tu tulikuwa tunaendelea na kungojea, sababu tukikaakaa, tunafikiria hakuna kitu, tunangojea hiyo. Mawazo inatupiga sana, serikali itupatie haki yetu. Tupumuzi. Wakati wa manjisi wametupea elfu mia ya kusaidia manjisi. Sasa kutoka hapo sisi tunakaa watu wa kungojea huo mwezi wa tisha, tukaambiwa wale wameanga watapewa elu, mm, milioni kumi na wale wako uhai milioni tatu, na kutoka siku hiyo tunaendelea na kungojea, hatujui ni lini ni, ni tutapewa, na hakuna mtu kutoka serikalini ambaye amekuja kuwazungumzia kuhusiana na hilo sijasikia. Unajua loya wetu ndio wanashughulika na hiyo kitu alikuwa ni Kaleche Mwandukwa. Huyo mama alimpoteza mwanawe katika shambulizi la kigaidi chuo kikuu cha Garissa miaka kumi iliyopita kama alivyozungumza naye leo. Na leo Aprili mbili, ulimwengu unaadhimisha siku ya usonji iliyoanzishwa karibu miaka kumi na saba iliyopita kukuza uelewa juu ya tatizo hilo la mfumo wa neva linaloathiri uwezo wa mtu kuwasiliana na wengine. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kuwajumuisha wale wenye matatizo ya mifumo ya fahamu sambamba na malengo endelevu ya milenia ili kufahamu hasa watoto wenye usonji wanaweza kupewa malezi ya aina gani kukuza vipawa vyao. Mwenzangu Rashid Chilumba alizungumza na Eunice Njeru kutoka Nakuru, Kenya. Yeye ana mtoto mwenye usonji na kwanza anaeleza tofauti iliyopo kati yake na watoto wengine. Ah, maisha inakuwa magumu magumu kwa sababu lazima ukae ukifikiria juu ya huu mtoto zaidi ya wale wengine lazima ukuwe makini, uangalie tabia, uangalie mienendo. Hata kula lazima uangalie anakula nini. Kuna wakati atakataa chakula fulani, atapenda chakula fulani. Kuna wakati atakataa vitu fulani, watu fulani. Lazima ukuwe mwangalifu kila siku. Kwa huu mtoto ni kusoma, hata kama hata wezana na watu wengi, watu wataweza kumwelewa, lakini pia wewe hauwezi ukamwachia kila mtu umizwa na hautajua sababu, haongei. Lakini ziko njia ambazo zinafahamika kuwa zinaweza kutumika kumsaidia mtoto mwenye usonji kuishi maisha ya kawaida. Ah, sioni kama kuna njia mwafaka, kwa vile unajua hapa nchini ama tusema Afrika sijui kama ni Afrika nzima ama ni Kenya peke yake, mzazi ambaye hana uwezo sana wa kifedha anapitia magumu zaidi ya yule mzazi ambaye ako na uwezo kuna shule za kibinafsi ambazo zipo hapa Kenya ambazo zinaweza msaidia mtoto kama huyu kusoma vizuri, kukaa kwa mazingira mazuri. Lakini wazazi wengi ambao wako na mtoto kama huu huyu hawawezi waka, wakapata. Hawana hayo maisha, hawana fedha, hawana hali nzuri ya maisha, wanasumbuka. Unaona, huyu mtoto hatasaidika vizuri kama yule mwenye ako kwa shule ya kibinafsi ambayo ina ina watoto ambao wako na autism peke yake. Kuna taarifa vilevile zinasema watoto wenye usonji wanakuwa na uwezo mkubwa sana wa akili na wana vipaji. Wewe unaye nyumbani, kijana wako, umebaini kipaji hmm, chochote alichonacho mtoto wangu? Tutasema ni wale high achievers. Unaona, kwa nyumba ananisaidia, atanipangia nyumba ni msafi kuliko wale wengine waka, wengine unasema ni normal. Yeye ni msafi, anajiweka vizuri. Hata kwa darasa lao ambao anakaa kwa normal class, lakini ana hata akui mkia haa, atakuwa wa mwisho, atashinda wawili watatu, kumaanisha mtoto kama anawezapata usaidizi anaweza kuwa bora zaidi. Hu mtoto atakuimbia wimbo, utashangaa alisikia wapi. Kama kuna mzazi mwingine mwenye mtoto mwenye usonje na kusikiliza sasa hivi, ungemshauri mm, nini ili a mtoto wake aweze kuwa na mafanikio naishi maisha ya furaha, mimi nitasema asikufe moyo. Mz, mzazi yeyote ambaye ako na mtoto ambaye ako na shida hii, asikufe moyo. Ya pili, huyu mzazi aangalie nani anaachia mtoto kila siku kwa huu mtoto, ikuwe anasoma kusoma, hadi muinvolved kwa nyumba, utamwelewa mtoto wako zaidi kuliko mtu mwingine. Alikuwa ni Yunis Njeru huyo kutoka Nakuru, Kenya, kama alivyozungumza na Rashid Chilumba hapo. Na sasa basi, moja kwa moja tunaingia awamu ile ya kufahamu yaliyovuma kwenye mitandao ya kijamii, na jukumu hilo kwa sasa hivi ni la hawa Dihoga. Yeye yuko upande wa pili wa studio kule. Hawa, una yapi? Nina mengi sana Jacobo, kabla sijakwenda, napenda kumkumbusha shabiki wa DW Kiswahili atembelee kwenye mitandao yetu ya kijamii. Huko tumemwekea mambo mengi ikiwemo video, katuni na hata machapisho mengine ya kufurahisha na kuzusha mijadala mipana kwenye ulimwengu wa kisiasa mm. na hata katika ulimwengu wa maswala ya kijamii muhimu. Atafute kwenye Facebook, Instagram na hata TikTok kwa anwani ya DW Kiswahili. Na tukianzia hapa hapo kwenye ukurasa wetu wa Facebook na Instagram hmm. tumemwekea chapisho moja ambalo linahusiana na uh, Donald Trump, rais wa Marekani, ambaye amekuwa gumzo katika ulimwe, ulingo wa siasa za ulimwengu, na hayati John Pombe Magufuli, aliyekuwa rais wa Tanzania, naye alikuwa gumzo kwa siasa za Afrika na mataifa ya magharibi. Tukawauliza kwamba hawa wote wawili wanashabihiana kwa namna gani? kwa hiyo maoni yalikuwa ni mengi sana. Kuna huyu anasema anaitwa Vero Urio anasema mm, wote wanajua kutaja dhambi kwa jina lake nyeusi nyeusi na nyekundu nyekundu, akiwa na maana hawamung'unyi maneno katika mambo ambayo wanaona hayaendi sawa mm. Lakini kuna huyu anaitwa Peter Thomas anasema Magufuli ya, alikuwa ni chuma kisichoogopa lolote toka nchi za magharibi. Huwezi kufananisha msimamo, misimamo ya Magufuli na Trump hata sekunde moja. Huyu anaitwa Ridipo anasema wote kwa pamoja wamesimamia haki msingi ya kijinsia. Maoni ni mengi sana na wengi wameshare posti hiyo, lakini wengine zaidi ya mia tano wame like posti hiyo mm. Tunamwambia tu na yeye akatuachie maoni yake pale, tuzungumze kwa pamoja bila shaka, lakini akienda aki, moja kwa moja atakumbana nayo bila shaka. Napenda kukuuliza Jacob, umealikwa mm, wapi? <laughs> Sasa kama ujaalikwa acha nikujuze, kuna umoja wa wanaume Tanzania unatarajia no. kufanya mkutano wake katika jiji la Dodoma. Huu ni utakuwa ni mkutano wa kwanza baada ya kusajiliwa rasmi umoja huo, ambao una lengo la kuwaunganisha wanaume wote, ili kwa pamoja wapingane na masuala ya ukatili kwa wanawake na watoto, lakini ukatili dhidi ya wanaume katika ngazi ya familia. mm, okay. kuna mengi ni moja tu naomba nisome maoni ya huyu anaitwa Mr Royale, anasema niliusubiri sana mkuta, kikao hiki muhimu <laughs> kama utakumbuka kwenye mitandao ya kijamii watu wakifanya jambo watasema huyu akuepo kwenye kikao cha wanaume akuepo kwenye kikao, kikao <laughs> vikao vya, vya kila mwaka hawa. Lakini sasa tugeukie maoni haya ya wasikilizaji uh, uh, na watazamaji wetu katika mitandao ya kijamii na tuanze na ujumbe wa wasikilizaji kupitia channel ya YouTube ambapo Baraka Mlei anasema Deutsche Welle nawapata mubashara nikiwa Moshi Mwika Tanzania. Hakika mnavuma kwa kishindo. Alafu Shubi Blesses wa Itongo kule Bukoba anasema poleni sana Wakenya, poleni kwa kupoteza wapendwa wenu katika shambulio hilo lililofanyika huko Garisa. Alafu Julius Sagege Wanzege Tabora kule anauliza huko Mashariki ya Kati hali itakuwa lini shwari? Yupi unayemuona hapo? Kwa upande wangu unamwona Rabaka Rabani akiwa Singida Tanzania anasema Deutsche Welle nawapata vyema wa Sekei Arusha Tanzania unaandika Dochi Vele na wapata vizuri sana kupitia Radio Free Africa giti gani. Ibrahimu Dani wa Arusha anasema asante sana Dochi Vele kwa uchambuzi murua wa, wa matangazo ya jioni hii eh, nawategea sikio kupitia ukurasa wenu wa YouTube na hakika mnavuma kwa kishindo. Ugeukie mm, okay, ukurasa wa Instagram ambapo Miraji Zakaria mjuanga wa Singida kule anasema njia ya kumaliza vita huko Kongo ni mazungumzo ya pande zote. Isa Sambo wa Dodoma kule anasema kumbukizi ya shambulio hilo la kigaidi huko Kenya iwe funzo kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kuongeza intelijensia yao katika kubaini na kudhibiti matukio hayo ili yasitokee. Okay, msikilizaji, muda haunasi, ndipo tunapofika mwisho wa matangazo haya jioni. Kwa niaba ya Silvia Mohozi na John Juma waliofanikisha matangazo haya nus, ya nusu saa kuruka moja kwa moja katika Facebook na YouTube na hata mwelekezi wangu leo Margaret Wanja, mimi ni Jacob Safari, kwa heri mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badry 8 Eutelsat 8 wb 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni. Kwa herini.